Unarudi umelewa hela hakula uache, eh, mimi, mimi pia nanunulia na rafiki zangu. Wewe ni mtu mzima su wakati ukienda ushuani ukienda kama Msasani, Masaki, Obey, Mikocheni, wakihitaji mahitaji yao ya kinyumbani, especially ya vyakula, vyakula wao wanaendaga supermarket. Sasa ukija kwetu uswahilini huku, au vipi bwana? Tunakutana maeneo kama haya, sisi tunapaita gengeni hapa, au sio bwana? Gengeni hapa sisi ndo tunapata huduma zetu za kila siku, au sio bwana? Mimi nimebuka kwa mwanangu hapa gengeni, tupige na story mambo mawili matatu tujifunze. Genge, maisha ya genge yanaendaje hivi kwa, na mia mbili unapata kwa mia mbili Eh, hizi za mia mbili hizi za mia mbili hizi za mia mbili Oya boy, hizi ndo nyanya za mia mbili hizi hapa, unaziona hizi. Wakati huo huo jusikati, jusikati hapa, wanangu ni wasanue. Hii moja hii hii ulikuwa unaipata kwa buku hii unaiona kwa buku. Na kwenye tenga kuna nyanya takribani mia sita Ni, ni mmoja hapa kati ya wauza nyanya buku mia nane ndio? Ni kweli kwani. yeah. Yeah. Mtu ivi, ivi, kuku, yeah. Yeah. Ah, mia mtu io hivi hivi. ili uweze kumiliki biashara kama hii watakiwa uwe na shilingi ngapi? Hapo inategemea sasa pale unapoanza unatakiwa unaanza mdogo mdogo na kwamba hata kama uko na laki tatu unaweza kuanza nayo laki tatu maximum hiyo, ndio yani kima cha chini ambacho kwa leo unatakiwa uanze nayo, eh, kwa sababu maana kidogo unahakikisha unaanza biashara ya genge uweze kuanza, unafungua genge nyanya box kwa zoro kuna ishirini, sio kweli, kwa hiyo unafungua lazima utimingi kidogo nyanya zikisha kwa bei nafuu kidogo, ndio viazi bei nafuu, hiyo laki tatu unaweza kuanza nayo mdogo mdogo mpaka biashara ina kama baadaye nyanya zimepanda bei, unakuta naye msingi kidogo ushakuwa kwa kwa hiyo hiyo, ukiona laki tatu tu. Ah, sasa yeah, yeah. Unajenga banda kama hivi au sha kuakua kiwana laki tatu atau ni hiyo kwa msingi yu, msingi ehe. Yeah. Banda tayari tayari tu fresh e. Hey, sasa ngoja tuzungumzie kidogo hapo nyuma. Na changamoto sintofahamu za hapa na pale ndo maisha ya yalivyo kwa sisi kweli, lakini eh, kufa kufaana kweli, ilikuwa nyanya egusiki. Yani kwa ujumla mahitaji ya kinyumbani yalikuwa sio poa eh, kila kitu wewe. Katika zile changamoto, wewe ulifungua ofisi ni nyumbani? Nilifungua mwanzo mwisho, mwanzo mwisho, maana majirani zangu wote hapa walikuwa wanaogopa. Wewe ulifungua eh, lakini mi nijaribu kupambana, nijaribu nibahatika kufungua hapa

na vitu vingi ndio mwenzangu, si ndio? Ah, faida unaionaje? Ah, faida yake sasa. Una nyanya, una vitunguu na karoti, sio na karotis, dalili na nini? Eh. Kwamba kila kila kila bidhaa ina ina, ina sehemu yake ya hela au hela zote zinachanganywa sehemu moja. Ah, <laughs> utafanyaje na hizo zote utamaliza ofisi <laughs> nzima? <laughs> Unachanganya? Unachanganya. Unachanganya. E, eh, faida unaionaje? Basi pale jioni pale ukishafunga hesabu unaangalia yeah, ulivyoviuza na vilivyobakia, unaangalia hapa hapa hivi vilivyobakia hivi hapa, unatwala kidogo, unaweza kaeka pembeni ingine nabakia bidhaa zingine kesho, ndio mfumo wa biashara. Ndio hii inakoje gani? no mara nyingi sana kuja ma kaka ma brother hapo bwana, ni mara chache hapa, mchanganyiko mchanganyiko, lakini hususani biashara hizi za genge hizi, asilimia kubwa kina mama, kina mama ndo wengi. Kina mama, watoto, watoto wanagiza giza mama zao, lakini asilimia kubwa kina mama wenyewe. Lakini mnalaumiwa sana nyie watu wa gengeni. Kivipi? taja na buku, anarudi na mzigo kama elfu tatu. Inategemea sasa, inategemea bwana. Mimi si mchungaji, kwa hiyo mambo kama sinaga

Atumalize. <laughs> <laughs> Mia tano za shingapi? Aa, ah, ukiwa na mia mbili na, ukiwa na jelo unaunga na una mboga imekamilika. Za shingapi? Za mia mbili. Sawa, na hoho, sindio? Na kitunguu saumu ataka kipya. Mteja mfalme, mteja mfalme. Mteja mfalme. Mteja mfalme. Hmm. Wako unapata wateja wasumbufu. Aa, hapa unakuja kutokana na jinsi unahudumia, kutokana na jinsi ulivyokuja. Mkopo, mkopo unategemea jinsi unavyoishi nao raia wako wengi waaminifu, wanaazima hela. Nini? Hapa mia nne. Haya, nikupe na kipilipili cha nyongeza. Eh, ngoni kubwa. Eh. Ulianza na biashara hii au kuna biashara ulianza?

Nafanya kazi kwa mwenyewe kabisa, mipango, una, una plan gani, na kwamba ehe. Kwa hiyo unafanya kazi ambayo so usioipenda, lakini unatafuta kitu ambacho unachokihitaji. Kwa hiyo baada ya kufanikiwa unachokihitaji unatoka kule ah, na hivyo. Kwa hiyo mimi plan yangu ilikuwa kama yani kuanza biashara ah. Kwa hiyo baada ya kuajiliwa nikadondokea biashara ndo nimeanza. Muda mrefu kidogo una muda gani hapa? Na miaka kama mitatu mitatu eh Miaka mitatu hapa hapa, miaka mitatu hapa hapa. Sijaanza hivi mwanangu, nimeanza mdogo mdogo, nimeanza kidogo kidogo dogo tu hizi. Ah. Haya. Na ilikuwa ngumu kiasi gani? Unajawahi kusikia hata siku moja kufikiria kukata tamaa? Ah, wakati naanza ile, pale mwanzo ni kabisa ninavyoanza anza. Eh. Yani, nilikuwa kama mgeni kwa hizo kazi. Maana nilikuwa natoka, nilikuwa nafanya kazi mahala. Wakati unaanza ulikuwa unaona uelewi. Unataka hey, hey, mana... biashara iende. Ah mimi nilikuwa mgeni kwa hizo kazi. Eh. Hey, hey, kwa hey, nini kwa mgeni sasa utakuta wateja. A sawa. Nikwambia, ah sawa. Elfu moja mia ngapi? Haya. Wewe oh, ugeni ukidogo utaka kukatisha tamaa. Eh hey, lakini sasa kwa sababu nilishakuwa na mipango na na, na mipango. Mm. Kaona kukata tamaa sio kweli kwa sababu mimi nishakuwa hii ndio plani yangu na kwamba fanya mm, biashara ama kujiajiri. Nasikia anakuita Kimaro hapa. Bado mia, bado 200. Ya. Si anakuita Kimaro, ni Mchaga maana. Eh, mimi bwana upande Mchaga upande nani hawa nani wa Madaba. Wa Madaba ndio watu wanamelea. Hapo Tuliani hapo. Tuliani ndio eh kabila <laughs> mmoja anapatika Tuliani. Tuliani oh, ni mkoa gani? Morogoro. Morogoro ha e, wa, e, wa Madaba. Eh hilo ni kabila kabisa wa Madaba. Eh ni kabila hilo. Kwa upande gani wamama baba? Woh, wamama. Wa baba uchagani. Eh. Wewe mwanangu wewe mtumwa hela. Hamna. Katumwa mna, utaratibu wenu hakuna lazima uka address mwisho wa mwaka hiyo ni mtu wote lazima una mipango hiyo na kwamba ila, ila sasa Wachaga waga ndo wana uluka hiyo, sana. Sana sana kwamba lazima unachokifanya kwa mwaka mzima kijulikani na familia kiwe, kidogo kikubwa. Familia tunazo familia nayo eh, familia nayo familia eh, nayo familia inaishi kupitia biashara hii ah, mbali na biashara hii kuna biashara zingine ambazo tunazifanya, lakini hii ndo, hii ndo, ma, hii kama ndo mama. Mama. Ay, imezaa, eh, eh, hii yi, kama hii ndo ndo tuseme tuseme hii kama ndio mama, hii ndo biashara mama vitu kama hivyo aha. Ndio hapo sasa nakuelewa, io hapo nakuelewa vizuri eh? sina wangu na na unachukizwa na mteja wa namna gani? mteja gani akija tu unaona kabisa huyu huyu anifai? Hakuna, kwa sababu mi nishajifunza namna ya kuenda wateja hey. Kwa hiyo na, na pia najua kuna aina wateja mbalimbali kila hey okay. mteja anakuwa na luka yake, kwa hiyo tu mteja anapokuja tu akija na akili yoyote mi na. Eh, changamoto zipo, japokuwa zinaniumiza kichwa, lakini siwezi nikamwonyesha mteja lakini ila najua jinsi gani ya kuendo wateja ukiongea na kuja na hivi hivi, kwa hiyo najua jinsi gani ya kumwendo ila, wateja wa wazinguzi wapo. Ah, wazinguzi hiyo hiyo kawaida kwenye biashara ndugu zangu, hiyo wazinguzi zinguzi. Hiyo hapo utakuta mteja anakuna anakukopa, muda mwingine anakuhama kidogo kwa muda eh, akishakopa anatembea, lakini kwa muda fulani hiyo, baada ya mwezi mmoja au mwezi miwili imepita anarudi anarudi hiyo lisafiri hivi na hivi, mwingine najisaulisha kwa sababu ukishajua tayari biashara mia tano elfu mbili kawaida kwenye bidhaa zako hizi zote bidhaa ya mimi waaendi kwa sababu nimeshalenga vitu ambavyo vinahitajika kwa wateja hapa. Mimi naona asilimia kubwa vitu ninavyoleta watu wote vinaenda kwa sababu Ileta vitu ambavyo vile vya kukaa muda mrefu, au vitu vya zangu nyingi hapa za kuharibika haribika, azikae muda mrefu na naisha. Huo udongo bwana umetengenezwa kwa ajili kwa kuna watu aina fulani wakina wakina mama eh, ndio ndio wanapenda penda sana kula huo. Hiyo. Yaani eh, wewe kama vile ukiwa na hamu ya kunywa maji eh. Kuna yani kunaleta kuna, kuna, kuna hamu fulani unaleta hamu watu wa kike, lakini sana sana ni kubwa. Kwa nini ulete hamu kwa watu wa kike kimara? Ah, sasa si najua tena mzee, watu wa kike wana homoni tofauti na watu wa kiume. Kwa hiyo mimi kila usipati hamu ah, unaweza ukala tu, kama kuna watu wengine, kuna homoni zao zimekaa vizuri mwilini, unaweza kachanganya unakuwa na hamu ya kula huo. Wengine anakula mkaa, unaona, wengine na kula mkaa, wengine eh, vitu kama hivyo, wengine analamba magadi, unajua magadi ya mlenda ale watu wanalamba eh, vitu kama hivyo <laughs> <laughs>

wajawazito wazito ndo karuka hiyo na karuka huko, wajawazito ndo amesema hivyo hapo eh, kweli huenda anafahamu e, akasema ah, atumie hata kidogo ah, atatumia Yata, <laughs> wataka, yera, ifo, hamu. Tu kuna siku atausikia kwa sababu bado hajapata hamu. Kuna siku tu atashangaa anakuwa na hamu ya kula. Na huduma zako zinapatikana kwa muda gani? Hapa huduma hapa bwana huduma tuseme masaa 24? Ah, hapana. Hapa bwana huduma zinapatikana yeah, kila siku. Eh, hapa tukutokeza ula lakini sana sana kila siku huduma zinapatikana yani kuanzia saa tatu hivi mpaka saa nne usiku tuna huduma zinapatikana hapa. Hivi umejifunza nini kipindi ambacho hali ilikuwa ipo tofauti especially katika mambo ya bidhaa? Mm. Panda bei. Wewe ulikuwa unaona wateja wengi mpaka wanalinda. Mm. Wewe umejifunza nini kwa kwa ile ya wateja? Nini, nini tunatakiwa tufanye? Ah, kitu ambacho nachojifunza kipindi kile ambacho kuna changamoto mpaka ya, yaekaeka ya zile mm, kitu ambacho nachojifunza kwa Tanzania kwa mimi binafsi ninavyoona mm, yani kwanza tuwe na vivitu ambavyo vya ku... Seme kwenye utafutaji una una, yeah, tuhakikishe sana tunatumia, tunanunua bidhaa za kuweka ndani yeah, ndani vitu <laughs> At least wala, wala, unga, yika, unga, hey, vitu ambavyo ni vile muhimu sana, hata viazi dogo hata kidogo naika ndani wiki moja hapo inaweza ikawa balaa, ukiangalia kesh ndani hela hauna unaanza kutaanza kutiatia huruma kwa kwa ajili ya wajili zako, lakini yani, kitu ambacho umejifunza, yani kwa kuhakikisha, yani, kuweka vitu yani vya kula viwe ndani, kama baadhi ya ya wenzetu wanavyofanya. Lakini kile kitu cha kunua kidogo kidogo kinaweza kikakuwa asili kana kwamba unaweza likatokea changamoto hamna kutoka nje sehemu, ndani ya siku tatu, mmm, inakuwa balaa. Sasa hiyo nafi ndani, hiyo hiyo hufi ndani, lakini changamoto unakiona au hiyo hufi siku tatu lakini lazima lakini tu hata kama kipato ni kidogo eh, tusiseme bana kipato kitoshi, lakini lakini ndani tujaribu kuishi tofauti kidogo. Stori bana zilizopo, moja ya vitu ambavyo wanahusishwa sana watu wa magengeni eh. Hey, hey. Ni kuwa, kuwalagai kuwa lubuni, lubuni wadada wadada wanawake za watu kusipi, kupitia biashara eh, hmm. Hey, yani nyie mnahusishwa sana na oza kwa kimalo pale Yani, yeye mnahusishwa na hizo yeah. Kesi e, eh, kupitia bidhaa zenu kutokana na nini? Ujue, unajua kabisa huyu raka aitwa shimtu anaza kaja na elfu moja, mhitaji wake ni vitu vya elfu mbili. mm. Anaanza kuchekea chekea nini ndio e, eh, naye binadamu ndio kesi hizo. we oh, ushae oh, nafikiri unajua hizo ni stori, mii nisha kusikia hiyo, ila zipo, ila sijajua. Lakini mishakusikia mi hizo lakini sina uhakika na kwamba inakuwa hivyo na kwamba hiyo, kusema tu watu wa magengeni wanahusishwa na kwa walagai wanacheza watu amna, hiyo hiyo tabia kila mtu anayo, sio mtu wa gengeni. Pengine wewe ndio unaoshawishiwa na kukuta uvumilivu mdogo, mtu anakuja na sauti anabadilisha, ah jamani, ah zile unatoboa, amekaza. Mimi bwana, katika vita vita zangu, katika kutokana na experience yangu ya ya kazi hiyo yeah, changamoto sija kupitana nayo alafu, pia anajifahamu kwa sababu mimi na familia na alafu namna gani najua kama nilivyokuambia, mimi najua jinsi ya kuenda wateja. Kwa hiyo mteja akijana au tabia msimu wote ule najua huyu kaja kwa namna hii, nimejaribu kumkwepa namna hii, kwa hiyo iko hivyo. Lakini hizo stories hizo huenda zipo, lakini bado sina uhakika nazo. Ah, na wewe mwenyewe umezisikia, nimeshia kuzisikia, lakini bado sijazithibitisha kivyo, kwa sababu tunaishi katika jamii ambayo, yani, ya ushawishi, ushawishi. Lakini kwa mimi bado sijakutana nayo changamoto ah, eh, ila zipo, sina uhakika. Oya. Huku ndo kwetu babu. Eh, wakati wewe unatamba na supermarket, sisi tunatamba na genge ili hapa ambalo mtaji wa kuanzia shilingi laki tatu au vipi? Ndio mwenyewe. Banda tutakutafutia la kufanyia biashara lakini mtaji wa kuanzia laki tatu. Eh, huku 200 unapata nyanya, 500 umeunga mboga. Buku umekula kabisa. Wewe nini unafeli wapi? Au sio bwana? Ndio tizi don Mr Newspaper. Hii ndio uswazi uswelini kwetu na hii tutakuwa tunatembea kila sehemu, uone jinsi gani watu uswahilini wenye mazingira ya kawaida kabisa wanaishi na wanaamani amani zao tele, au sio bwana? Leo tumekutana na mwanetu Kimaro, kesho tutakutana na mtu mwingine, tutapiga na historia, tutazungumza maisha, tujue maisha jinsi yanavyoenda, au sio bwana? Bamia si ndio? Hizi hapa, na hizo ndio zenyewe, hizo hapa. Sasa kusema ni keba mia za buku. Haya, umepewa zote? Eh, unataka na zote hizo za buku? Umepewa zote, zote za buku. Maisha yalivyokuwa rahisi eh na mjifunze kuweka vitu ndani. Kimaro kasema wekeni vitu ndani, anataka hela yenu, lakini anawaonea huruma. Wekeni vitu ndani. Emergency zipo, dharura zipo, sishi kwa mazoea, shauri yenu ma. You are watching Metro Media TV, usisahau kusubscribe, comment na kulike.